Uh, yes uh, shalom. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Anayezungumza nawe hapa ni rafiki yako Bishop Emmanuel kama ilivyo ada. Uh, kama tunavyofahamu tuko kwenye nusu ya pili ya mwaka uh, uh, na kwenye nusu ya pili ya mwaka haya ni majira ya kiroho uh, kama nilivyokwisha kueleza wale ambao hawaja hawakuweza kusikia juu ya hili somo la majira ya nusu ya pili ya mwaka, somo hili liko kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel, ambalo nililieleza jana kidogo, lakini pia jana hapa Dar es Salaam tulipata nafasi ya kufanya maombi kwa ajili ya hii nusu ya pili ya mwaka. Moja kati ya kitu ambacho nilichokieleza kwa haraka haraka nilisema uh, hii nusu ya pili ya mwaka ni nusu ambayo ina, uh, inakuwa na energy na inakuwa na tension kama tulivyo uh, kwenye mpira wa miguu tunaona kipindi cha kwanza kinapoisha wakiingia kwenye kipindi cha pili, watu wanaingia wakiwa na energy, wakiwa na tension, wakijaribu kufunga magoli, wakijaribu kuhakikisha wanasawazisha yale makosa waliyofanya kwenye nusu ya kwanza uh, ili angalau nusu ya pili waweze kuwa salama, watoke na ushindi. Vivyo hivyo pia Biblia inatuambia kwenye Wakorinto, kama ilivyo ya rohoni ndivyo ilivyo ya mwilini, na kama ilivyo ya mwilini ndivyo ilivyo ya rohoni. Uh, watu wa Mungu uh, tayari tuko kwenye nusu ya pili ya mwaka na kuna vitu ambavyo tumefanya makosa. Kuna makosa tumeyafanya kwenye nusu ya kwanza ya, ya, ya mwaka, tunahitaji kurekebisha kwenye yale makosa tuliyoyafanya ili nusu ya pili ya mwaka iweze kutuletea matokeo. Kuna vitu ambavyo pia Mungu anavyo kwa ajili yako, alikuwa anavyo kwa ajili yako, kwa ajili ya mwaka huu. Kama hatutarekebisha makosa ya nyuma, vile vitu havitatokea hat, kama hatutaendelea kung'ang'ana, hatutaendelea kuombea makusudi ya Mungu, ya Mungu, mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu kwa ajili ya nusu ya pili ya mwaka na mwaka huu mzima bado a, maisha yetu yatabaki ya vile, vile. Nilisema leo tutaanza maombi ya masaa 12, saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nafikiri wengi wenu mmechelewa kuona haya maombi, lakini kama umechelewa, endelea ulipoyakuta. Maombi haya nimeyaposti kwenye ukurasa wetu wa Instagram, unaweza ukayafuatilia ukafanya. Kesho pia tutafunga na tutaendelea kufunga kwenye nusu ya pili ya mwaka ili mpaka nitakapokuambia tunaishia wapi. Aa, kikubwa kilichonileta hapa ni juu ya prayer point hizi ambazo natamani tuwe tu tunazifanya kwenye hii mianzo ya ya, ya ya, ya, ya, nusu ya pili ya mwaka. Watu wa Mungu iko hivi. Maandiko yanatuambia kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 a 32 kulikuwa kuna wana wa Isakari wenye uwezo wa kujua majira na nyakati, na pamoja na kwamba walikuwa na akili za kujua majira na nyakati, hawa wana wa Isika, Isakari walikuwa wanajua pia ni nini wenzao wanapaswa kufanya kwa majira hayo, kwa nyakati hizo. Ule uwezo wa kufahamu majira na nyakati waliokuwa nao ulikuwa unawasaidia ku kuelewa ungekuwa uh, unawasaidia wenzao kuelewa ni nini cha kufanya kwa wakati huo. Uh, kila majira yana kitu chake, ni sawa sawa na Mhubiri 3:1 anasema, kila jambo na wakati wake. Kuna kitu cha kiroho kinakuwa kwenye majira hayo, kuna kitu cha kiroho huwa kinakuwa kwenye majira. Sasa kwa sababu kuna kitu cha kiroho kinakuwa kwenye majira uh, kuna kitu unapaswa kukifanya wewe ili kile lile jambo la kiroho, lile kusudi la kiroho liweze kutokea kwako kwenye majira hayo. Moja kati ya makosa ambayo tunayafanya watu wengi tunapoingia kwenye majira mapya. Kumbuka, nusu ya pili ya mwaka ni majira mapya, ni kipindi kingine tena tumekiingia kwa mwaka a. Makosa makubwa tunayoyafanya hatu hatu hatu hatuui hatuzui utendaji kazi wa zile roho tulizoziona zikitenda kazi kwenye maisha yetu kwenye majira ya nyuma, manake inatulazimu sasa, kwa sababu kuna roho au kuna matatizo, kuna vitu tumeviona kwenye maisha yetu kwenye majira ya nyuma yaliyotutangulia kwenye miaka ya nyuma iliyotutangulia kwenye miezi ya nyuma iliyotutangulia. Kwa mfano Januari tu mwezi wa sita, maisha yako yalikuwa ni maisha ya majonzi, maisha ya mateso, maisha ya yenye shida sana. Kama hautaendi hiyo roho iliyokuwa inasababisha majonzi na mateso kwenye maisha yako, ukairuhusu ikaingia na wewe kwenye majira mapya yanayotoa nusu ya pili ya mwaka, utaendelea kuona matatizo yale yale yanajirudia kwenye maisha yako. kwa Mungu amenipa mafunuo pamoja na maombi mengine ambao nitakuwa ninayaposti kila Kwenye ukurasa wetu wa, wa Instagram wa Bishop Emmanuel. Ah, Mungu amenipa mafunuo. Kuna roho ambazo tunahitaji kuziende, tuzikatae, tuziondoe kwenye majira yetu, zisiendelee kutembea tena kwenye majira yetu ah. Moja kati ya roho ambao Mungu meni, amenisemesha tuiondoe, nimepata mafunuo ya kuiondoa tunapoanza haya maombi ya tunapoanza haya maombi ya, nusu ya pili ya mwaka, ni roho ya stagnation, roho ya kukwama, watu wa Mungu. Hii ni roho mbaya sana. Roho hii imetembea na watu wengi sana. Watu wengi wamekwama kwenye eneo la mahusiano, watu wengi wamekwama Uchumi, watu wengi wamekwama, wamekwama kimasomo, watu wengi wamekwama kwenye, kwenye, kwenye ndoa zao, kuna kumekwama kwenye biashara wamekwama. Hii ni roho mbaya sana, ni roho ambayo imetembea nao majira kwa majira, imeanza nao Januari mwezi wa sita, mambo yao hayaendi, vitu vyao haviendi, tenda zao haziendi. Hiyo roho ameiona maisha yao yamekwama, maisha ya wengi yamekwama. Tatizo la roho ya kukwama, ni roho inayosababisha mtu abaki kwenye eneo moja kwa muda mrefu, ni roho inayosababisha mtu abaki kwenye kiwango kile kile kwa muda mrefu levo ile ile kwa muda mrefu. Maandiko yanatuambia tunatoka utukufu hadi utukufu. Kwao, kama unaona maisha yako hayasogei, unaona maisha yako hayatoka ya, ya yalipo yako pale pale, uchumi wako usogei, biashara yako haisogei, ha, unaona umebaki kwenye eneo lile lile, hii ni moja kati ya roho mbaya ambayo tunapaswa kuiondoa. Kwa na tamani, tunapoanza haya maombi ya kwanza kabisa tuliyo ya anza leo, upambane na hii roho, ukatae roho ya kukwama, iondoe kwenye majira yako, kata haita kuingia na wewe kwenye majira mapya, yanayoitwa nusu ya pili ya mwaka. Kataa hii roho ya kukwama, sema roho ya kukwama, hautaingia kwenye majira yangu tena, hautatembea kwenye majira yangu tena, sitaruhusu. Na kata na ipinga hiyo na ikata na itoa kwenye majira yangu, haitaenda na mimi. Kat watu wa Mungu, kataa, ng'ang'ana, hii roho ya kukwama isiingie kwenye majira yako ya mwezi wa sita, isiende na wewe tena kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ujue tatizo ni kwamba kama hatutaikataa kama hatutakataa hatutaiwekea mipaka hatuta, hatutapambana nayo hatutaio hatuta, hatuta, hatuta, hatuta, ndoa hatutaiwekea vizuizi, kama tutapambana nayo, hii roho itaingia na sisi tena kwenye nusu ya pili ya mwaka, na tutaendelea kuona tukikwama kwao. Natamani kila mmoja, baada baada ya maombi mengine ambayo nimeapost, kwa sababu nimeposti zaidi ya maombi 15 mpaka yanafika 20, ombi la mwisho pale nimeweka hii roho ya kukwama. Ikatae kabisa, iondoe kwenye ulimwengu wako wa roho, iondoe kwenye ulimwengu wako wa damu na nyama, iondoe kwenye kwenye mahusiano yako, iondoe kwenye ndoa. Kataa ndoa yako itakwama uchumi wako haitakwama alafu zaidi kataa, isiingie kwenye majira yako. Sema haya majira ya nusu ya pili ya mwaka, wewe roho ya kukwama, hautaingia na mimi. Stagnation spirit hautaingia kwenye watu wa Mungu. Ikata, iwekee mipaka, iweka mipaka kwamba haitaenda na wewe kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Ng'ang'ana hilo ndio unaweza ukaliomba hata nusu saa kwa mzigo. Ukikataa, wewe roho ya kukwama, hautaingia kwenye majira yangu ya nusu ya pili ya mwaka, hautakwamisha mambo yangu, hautanikwamisha kifedha, hautanikwamisha kimo mahusiano hautakwamisha elimu yangu hautakwamisha biashara yangu, hauta yangu, roho ya kukwama. Na kata na kata, omba omba omba, unachokataa ni unakataa, isiingie kwenye majira yako. Watu wa Mungu, kama hautaikataa uta utaendelea kuona inafanya kazi kwao. Ng'ang'ana na ombi hilo, ng'ang'ana na ombi hilo, ng'ang'ana na ombi hilo, ng'ang'ana mpaka mwisho mpaka. Alafu mwambie Mungu, natoa sadaka kwa ajili ya hii roho ya kukwama isiende kwenye majira yangu ya nusu wa pili wa mwaka huu. Mwambie Mungu, natamani kuona mambo yangu yakienda yakifungua Resources za kimungu zikiflow kwenye maisha yangu, watu wazuri wakija kwenye maisha yangu, nitoke level hii niende level nyingine. Mungu akubariki sana. Nimefikiri nishie na wewe ili atembelea ukurasa wetu, ukurasa wetu wa Instagram wa Bishop Emmanuel, kufanya yale maombi mengine, alafu fanya na ombi hili la roho ya kukwama. Lakini pia jana nilisema uh, jana nilisema kwenye YouTube channel yetu kwamba, uh, mwanzo wa kitu ni divine kwao, kwa sababu tuko kwenye nusu ya kwanza ya mwaka, hii ni divine, hii mianzo ni divine kwao. Nikasema kila mtu atoe sadaka kwa ajili ya hii mianzo ya nusu ya pili ya mwaka, maana unamtanguliza Mungu kwenye nusu ya pili ya mwaka. Atembee nawe, shalom. Mungu akubariki sana. Pata ujumbe huu, nisaidie kushare na wengine. Ni maombi ya muhimu sana, kila siku asubuhi, ni baada ya maombi mengine. Nitakupa ni roho gani unapaswa kuiondoa kwenye majira haya. Shalom, God bless you.